Ndugu zangu Waislamu, almu'minuna billah, tunaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, katika msiba na afa kubwa ambalo limetukumba sisi Waislamu, limeikumba jamii ya Kiislamu ni sisi Waislamu au tulio wengi. Mal hayatu ltayiba, ni yapi maisha mazuri? Ni upi uhakika wa maisha mazuri ambayo mja akiishi maisha hayo atahukumiwa kuwa yeye yumo ndani ya hayatan tayyibah yumo ndani ya maisha yaliyokuwa mazuri. Na ni maisha gani mja akiyaishi hapa duniani atahukumiwa kuwa huyu amekosa maisha mazuri, amekosa ladha, amekosa ile ladha, amekosa ile halawa, ule utamu wa maisha mazuri. Hili ni afa na msiba na ni janga ambalo jamii ya Kiislamu limekungwa na afa hili. mal hayatu tayyiba, ni yapi maisha mazuri? Kwa sababu Waislamu wengi wana ujinga wa kutomjua Mola wao, kwa sababu tuliokuwa wengi tuna ujinga wa kutomfahamu aliyetuumba

Ni yapi maisha mazuri ambayo mja akiwa nayo atahukumiwa kuwa huyu ananeemeka katika neema, katika maisha yaliyokuwa mazuri, ikawa ni sababu ya kuingia katika janga kubwa? Sisi Waislamu tukawa watumwa wa aada Allah, tukawa watumwa wa aada Allah.

Tukawa ni adhilla tukawa ni madhalili wa kwa wale ambao sisi waislamu hatustahiki kuwa madhalili kwa wao. Tunatakiwa tuwe madhalili wanyenyekevu kwa yule ambaye ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala, anayeturuzuku kila wakati kwa neema mbalimbali. Hili liko wazi